Yani, Ijumaa nyingine tena tunakutana hapa kwenye Instagram post poste ya Bongo 5 ikiwa tunasubiri subiria kabisa kwa ajili ya siku. Mimi naitwa Leila, inaitwa Leila Swedi. Post kwanza inatoka kwenye ukasa wa Instagram wa DJ Khaled. Baada ya muda mrefu kuisubiria album ya Grateful, hatimaye hivi leo albamu hiyo imeweza kutoka. Album ya Grateful ina nyimbo takriban 23 na utaweza kusikia wakali kama Lil Wayne, Justin Bieber, Nicki Minaj na wengine wengi. Cha msingi ni kuweza tu kufuatilia kipi kinafuatia baada ya album hiyo jinsi ya kuweza kuipata. Post inayopata inatoka kwenye ukurasa wa Instagram wa Wema Sepetu kupitia ukurasa wake huu ameposti picha inayoandikwa kwamba you cannot break a woman that Seek her happiness for the God. Kisha kwa kumalizia kwa kuandika, It's a new day. Good morning world. Kwa tafsiri hiyo, huenda Wema Sepetu wameamua kujibu ama kuwaambia wale ambao walianza kuziona picha zake tokea siku ya jana kwa sababu siku ya jana mwanadada huyo machachari kabisa aliweza kufululiza katika ukurasa wake kuposti zile picha zake tam tam kabisa. Picha zinamuonesha Wema akiwa na umbo tata, na Wema ameonekana akicheza nyimbo mpya ya Diamond Fire, baada ya kusifiwa kwamba una umbo zuri. Post inayofuata inadondoka tena hapa nchini Tanzania, inatokea katika ukurasa wa Instagram wa Yankila. Kupitia ukurasa wake ameonekana akipaniki kidogo, kwa kuanza kuposti kwa kuandika, nasikia kuna mtu ananibisi. Akapost kidogo, akaandika hashtag Nay, the true boy. Yes, Nay, anajita Nay, the true boy, lakini Yankila hajaishia hapo tu. Huenda amepaniki baada ya ngoma ya moto kutoka kwa Nay wa Mitego kumchana, kuandika Yankila tayari safari ya Mwanza inanukia. huenda Yankila ameona kwamba Nay Nay, anamtabiria tabiria ile safari yake ya kurejea ya Mwanza. Hatujajua Yankila atafanya nini baada ya hapo cha msingi ni kuendelea tu kufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Nazungumzia Instagram pamoja na Facebook pamoja na Twitter kwa kuandika Bongo5. Pia usisahau kusubscribe YouTube channel yetu kwa kuandika Bongo5. Mpaka wakati mwingine, kumbuka, tunajiandaa na sikukuu ya Idd. Cha msingi ni kufanya tu vitu ambavyo vinampendeza Mungu, erhi.